Leo, vita ambavyo vinazuiaga usimwone Mungu, vita ambazo zinazuia usiingie katika Kanaani yako, hizo vita hazipiganagwi katika ground, hizi vita uwe zinapiganiwa mulimani na yule hupigana vita hizo ni nani anaitabwa? Musa wako! Oh, oh, oh, haleluya! Ule ambaye hupigana vita vya urithi anaitabwa Musa. Joshua kule ground, Kamene kule ground, anaona mambo inaendelea vizuri, anaona ushindi unaendelea. Mwikali anapata promotion Joshua anapata kuinuliwa, unasikia ameujiza kule, watu wanatoa maushuhuda, unatembelea ndada, una biashara yake endelea, kuna wili na kusonga pende kuni. Kuelezee hizi vita vya kumwona Mungu katika kanani yako vinapiganwa na Musa wako, wakati Musa alikuwa mlimani, mikono yake ikiwa juu, kuna mikono ikiwa juu kule ground maana alikuwa na Aaron na huu kule mlimani, wana sense ya wana kwamba hapana, mambo sio mazuri. Bwana kule ground, watu wa Mungu, hapana, mambo sio mazuri. Wanaona ah, kuna siri, na siri ni kwamba hata kama huyu mtu anachoka, hebu tuhakikishe mikono yake iko wapi. Wakichukua mawe wakaeka, akakaa pande ile, na akasimamisha mawe mikono ya Musa, ikawa wapi? Musa mikono yake iko juu, iko juu, na the moment mikono ya Musa iko juu, Waamaleki wakashindwa kabisa. Na Mungu aliposema ya kwamba na basi litakuwa na vita na Waamaleki katika vizazi hadi vizazi, alikuwa na maanisha ya kwamba hivi ndivyo ambavyo vita vya Waamaleki katika vizazi vitakuwa vinapiganwa vita ambazo mpendwa, ni vya urithi wako, apipiganagwi na mtu mwingine, huwa vinapiganwa na Musa wako. Oh, haleluya kanisa, wakati ambako mtumishi wa Mungu aliniambia pasta, njoo kuja kutumia katika ibada, ujumbe ulitiwa mweni mwangu, nikaanza kuambia Mungu ya kwamba leo hii nataka uinue watu walio na roho ya uhuru na aru maana kanisa tunahitaji watu hawa, watu ambao wanapata ufunuo, wanajua aa, a, a, kile kinahitajika. Kwa musa ni mikono ikaanbetu juu ikikaa juu, kule graund wacha tu, kule graund wacha tu, kule graundi maushuhuda kule graund ni mawimbo za ushindi, kule graund ni mambo tunamwona tu Mungu tunamwona tu Mungu. Tunamuona Mungu. Mungu na hiyo inachukuaga watu walio na roho ya ufunuo roho iliyokuwa na Haron na iliyokuwa na hu. na kuombea leo hii katika jina la Yesu, pokea roho hii ndiposa ground yako uanze kuona ushindi wa Mungu. Hebu nikuelezee mpendwa, kuna vitu ambavyo Mungu <coughs> amekuitia na kukumbusha tena. Mungu akukuokoa akuache, akuwache kwa njia a Mungu akukuita akukuwikau Wana, lakini kumwona Mungu kwako kule vitu ambazo Mungu amekuitia visiri yake zinaanzaga na nani? Na Musa wako mikono yako ikiwa ya kwamba iko juu, Musa mikono yake ikiwa iko juu, watu wanamwona Mungu. Amen. taka nikuonyeshe vitu viwili leo hii, ni nini ambayo inaitwa mikono ya Musa leo hii kwa ya kwamba iko juu, jambo la kwanza ni nini ambayo inaitwa mikono ya nani? <laughs> na vile ambavyo Mungu akurufu Waisraeli watoke Misri mbila kuwa na Musa silikuwa namna hivo. Mungu na yeye hakukuruhusu utembeekua utembee mbila kuwa na Musa watu wakielewa Musa wao watu wakielewa Musa ambaye Mungu amewapatia, sema Musa ambaye Mungu amenipatia. Maana inaweza kwa mwingine hajapatiwa ule Musa ambaye Mungu amenipatia, sema Musa ambaye Mungu amenipatia Na no. ule Musa mimi siwezi kuwa Musa wako, pasa mwingine pale hawezi kuwa Musa wako. Ule Musa ambaye Mungu alikupatia ni yule Musa ameketi pale. Huyo ndiye Musa wako. Na hicho ungenijua na kusome kamsari baadaye. Utakuja kujua kwamba kuna vitu ambazo Mungu utenda. Na kuna vitu zingine ambazo ameachia akina Musa watende. Watu wengine ambao waelewi Musa wao, wanapitanga tu wachungaji, wanawaasi anaenda kwa Mungu. Anaambia Mungu, "Hiyo unataka ninipatie huyo mtu nikupatie." Huyo mtu ambaye nikupatie ni anabeba jawabu, mambo kama hayo. Enda kuwekelea mikono. Maana mimi sitoka mbinguni kuwekelea mikono, atakuwekelea mikono na upate muujiza wako. Sema amen. Amen. Ni nini ambayo ishara ya kwanza? Inaitwa Musa wako mikono kuwa iko juu ni kitu ambacho kinaitwa Naomba nifanye kutaja mistari hii, wale ambao mnaandika, na kuna kitu kuna kitu mezungumza kwamba siku zijazo tutakuwa tunataja mstari tunaiona, niweze kuitaja tun now huwa anabeba ni kitu kinaitwa maomo. Unapoangalia Exodus 25 and verse number 8, nitaje tu. Wakati Mungu alitaka ajengewe nyumba, aliambia Musa ya kwamba kuchenga nyumba hiyo kulingana na pattern ambayo nilikuonyesha mlimani. Musa alikuaga na Mungu pale mlimani na akapatiwa vision. Nataka nyumba yangu ikae hivi, iwe namna hivi, weke bimu namna hivi, ijengwe hivi. Mtu wa Mungu kulekwenezee Musa ubeba kitu ambacho kinaitwa maono pekee yake, yeah. Uendapo kuzula chini chini kidogo Exodus 36 and verse number one, mpaka nne. 36. 36. Mstari wa kwanza hadi wa nne. Mungu akamwambia wewe Musa nimekupatia Bezaleli nimekupatia Oholiabu nimekupatia wamama na wazee wenye hekima hata kutofautisha marangi, ambao wataenda kufanya kazi katika yale maono ambayo nilikupatia. Kazi ya Musa ilikuwa ni kubeba maono. Naomba leo hii katika neema ya Mungu niwe ninatazama akina Oholiabu akina Bezaleli, watu ambao Mungu amewapeana katika mlima huu ili ya kwamba wa make sure wamesimama na maono ambayo mtumishi wa, e wa Mungu anabeba. Hebu nikuelezee mpendwa, laiti ungelijua mtu wa Mungu amebeba mambo mingi mm anabeba tu maono. Anapobeba maono, maono kwa lugha ingine ni mafuta, yeye anakuanga amebeba mafuta. Wakati ambako mikono yake iko juu, unasapoti yale maono, wewe unachukua nafasi yako kama Bezarieli, unachukua nafasi yako kama Boaliabu, huwa kile kinaendelea ni nini? Huwa unaanza kuja na yale mafuta ambayo anayobeba, hebu nikuendezee mpendwa, leo hii, mafuta ambayo auyajui, mafuta ambayo auyaheshimu, mafuta ambayo aujiunganishaji nayo. Guza mtu mwambia, kujiunganisha na, kujiunganisha na mafuta. Mafuta ambayo unajiunganishaga nayo, yale mafuta waanzaga kukuhudumia. Haleluya, oh, kwa nini ukae kanisani na watu ambao hakuna mahali wanaenda? Hebu uangalie koneksheni yao na mafuta. Hebu angalie kanisani uone watu ambao wanatheremaa, watu ambao wanaibuka, watu ambao wamejawa na mausuda, watu ambao wanamuona Mungu, angalia koneksheni.